Kutwa tunatangaza tuna, tuna maandamano kwa sababu hata rais amekuwa na yeye mwenyewe pia ni au wanasiasa wa sasa hivi wote tuseme kwamba kwenye vyama wamekuwa wakitangaza maandamano, kwa sababu hata rais akizungumza anapomaliza kuzungumza eh, au kabla hajamaliza kuzungumza watu watafanyaje? Mtachagua kwa amani eh, hakuna chochote, hakuna vurugu, hakuna maandamano ah, niwe kwamba wewe mwenyewe unayapa nafasi hiyo maandamano watu wengine walikuwa hawajawahi kusikia, wanasikia kutoka kwako kuna maandamano. Tumesha sema sana kuhusiana na sijui kutumia wa polisi, sijui kutumia tunatumia, sijui kuwatishia watu na wanajeshi, sijui tunatumia nini, hivi vyote havitusaidia kitu. Kama raia anahitaji cha kwake, hivi vyote havitusaidia kitu. Wewe kama una serikali, serikali ni wewe, lakini wananchi na nchi yao na nguvu zenu na wanajeshi wenu tafadhalini na polisi wenu na ving'ora vyenu na silaha zenu eh, mabomu yenu, risasi zenu zinaweza zisisaidie chochote, watanzania wenzangu. Uh, kwa siku ya leo nilikuwa napenda tu tushauriane kwamba ifike wakati tuwe tuna, tuna tunaweza kudiskasi vitu vya nchi yetu na kuviangalia indipu kwamba kuna, kuna kuna kuna kipi ambacho tunachokikosea na kuna kipi ambacho katika yale makosa ambayo tu, tunayoyaona kwamba yanakosewa au tunayoyaona kwamba haya hayahitajiki kwenye nchi yawezi kutokea uh, tuweze kuyadiskasi kwa pamoja na kuweza kuyapatia majibu. Uh, mfano mzuri kwa kwenye matukio ambayo yamejitokeza jana Dar es Salaam. Haya ni matukio ambayo yanaviashiria ambavyo ni vigumu kwa taifa na kwa, kwa, kwa watu wenye akili timamu, unaweza ukapima uka ukaangalia kwamba tulitoka wapi na sasa tuko wapi na tunaelekea wapi. Kwa hiyo ni, ni chachu moja ya kuweza kuelewa kwamba taifa letu kwa sasa hivi kimantiki kwamba tupo katika wakati mgumu eh? Uh, wakati ambao ni wavute ni kuvute unaendelea kushika kasi na hali inazidi kuwa mbaya kwa taifa. Hata kama tutaweza kwamba tunasailisha labda, uh, kwa yale ambayo yaliyojitokeza jana kwamba tuna uwezekano wa kuyasailisha, lakini je, kwenye mioyo ya watu liko vipi na lina mkito wa kiasi gani kwenye nyoyo za watu? Kwa sababu tukio la jana la la kupigwa mwendo kasi na kuweza kuvurugwa na baadhi ya vituo kuweza kubomolewa eh, na vituo vya polisi kuweza kuingiliwa na, na kufanya fujo na raia, kwa sababu waliofanya fujo sio watu wengine. Hawa ni raia wenye hasira kali. Tunasema um, matukio yanaendelea kushika hatamu kwenye nchi yetu, na sauti zimezidi kuwa nyingi kwenye nchi yetu, na sauti hizi zinazotolewa na haya matukio yanayofanyika yanafanywa na wananchi ambao wanahitaji haki yao na, na haki inayohitajika sio, sio kwamba hii haki labda kwamba hatuijui wote tunaijua. Uh, raia anadai haki ya pawa, anahitaji apate nguvu yake, anahitaji asikilizwe, anahitaji uh, kufanyiwa yale ambayo anayoyataka, uh, ikiwemo vile ambavyo anavyoviona yeye kwamba havifai na havipo katika nchi yake, mfano kama uh, masuala ya ufisadi, masuala ya ukosefu wa ajira, eh, masuala ya, ya, ya sheria miongozo mi, au mwenendo ya kisheria kwamba haiko katika mstari ambao uh, wanaohitaji ya raia. Kwa hiyo, kwa kushauriana au kwa kuingia katika mazingira ya ambayo tunayoyahitaji ni kwamba taifa linatakiwa likae chini. Ninaendelea kusisitiza taifa, ina maana kwamba kiongozi mkubwa wa taifa au viongozi wakubwa wa taifa wanatakiwa kukaa chini na kuwasikiliza wananchi juu ya haya ambayo wanayoyalilia, kabla hatujaharibikiwa kama wenzetu Moroko, kabla hatujafikia kwenye ile hatua ambayo wako nayo wenzetu Madagaska, uh, na kwingineko, kwa sababu kwa sasa hivi vijana ndio tayari wameshashika kasi katika dunia. Ulimwengu tuliokawa nao wa Mtanzania anaogopa kuandamana sio huu tena. Na kwa ushahidi ambao tuliouona jana tumeanza kuamini kwamba tayari watanzania vijana Tanzania, Tanzania, tayari wa Kitanzania watu wa Kitanzania tayari wameshabadilika nafsi zao. Kwa hiyo hapa tukutane na wazee. Sijui kama nchi yetu kama ina wazee labda wastaafu, kwa sababu tunachoshangaa ni kwamba hata mstaafu anashindwa kukaa chini kitako kuweza kumshauri mama kwamba bwana, mpaka sasa hivi tulikofikia nchi yetu, uh, vijana wame, wanaweza kubadilisha hali ya hewa kwa muda wowote ule. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kuwasikiliza wananchi, kuwapa zile haki zao ambazo wanazozihitaji kwa muda huu ambao tuliokwepo nao, kabla hatujaharibikiwa mambo yameshakuwa ni mazito, nchi inaelekea hatusemi kwamba mimi labda ninatoa nina, nina, nina sauti yangu kwa sababu ya, ya, ya maandamano ambayo yanazungumzwa mitaani hapana. Tumeona mara ya kwanza kwenye mwendo kasi wa, watu wakidai kwamba hatumtaki mama hatu, hatu, hatu, hatutaki CCM, eh? Juzi baada ya matukio hayo jana tunakuja kushuhudia Uh, mwendokasi ikiwa zinapigwa zina na vituo vya, vya, vya mwendokasi vikiwa vinafenyeje, vinapigwa. Kwa hiyo hii hali kila inavyozidi kwenda, hali zinazidi kuchafuka na nchi inakuelekea ni kuzito, na wakati huo huo trending za mitandaoni ni kwamba kuna maandamano ambayo yamepangwa tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo sasa haya mambo uh, kama tunaona kwamba ah, tulisema kwamba tutawazimia tuta umeme tutawazimia sijui data na mawasiliano hayoto kuwepo. Tukumbuke kwamba Mtanzania ameshazimiwa umeme mara nyingi tu mara kibao, na yake akawa anaendelea kufanya huko, analalamika. Kwa hiyo hatoshindwa yeye kuandamana kwa sababu eti hakuna umeme, hilo ni uongo. Hatoshindwa yeye kuandamana kwa sababu eti hakuna interneti, huo ni uongo na pia kuna mambo mengi mtanzania anaweza kuyafanya kwa ugumu, kwa sababu ameshampitisha katika hali ngumu kwa muda mrefu sana, kwa hiyo ameshakuwa mzoefu. Kwa hiyo kubwa zaidi ambalo mimi ninaloshauri kwa taifa langu ni kukaa chini, kabla ya huo uchaguzi mkuu, taifa wakubwa wote wa taifa wakutane, waweze kuzungumza juu ya swala hili na kuwapatia ile haki ya msingi ambayo wanayohitaji raia, kabla hatujaharibikiwa, kabla hatujafika katika hatua ngumu kabisa ya taifa ambayo wenzetu kwa sasa hivi wanapitia. Tafadhali serikali, eh, Mheshimiwa Rais eh, mstaafu mstaafu tunakutegemea kwamba au tulitegemea kwamba tuna mstaafu kwa sababu tulikuwa nao kina Benjamin Mkapa. Nakumbuka kwenye mambo kama haya walikuwa na, wanapoza kidogo eh? Wanaongea na wananchi kwa sababu wanajua power ya mwananchi. Taifa lolote power yake ni ni mwananchi. Uwezi ukasema kwamba mimi nakusanya kodi na kusanya kwa nani? Anayekusanywa kodi ni nani? Ni mwananchi ndio ambaye anategemewa atoe nini? Atoe kodi. Eh, mambo yote ambayo yaliyoko ndani ya taifa yanamtegemea mwananchi. Kwa hiyo mwananchi akisha kuwa amekukataa, hauna sababu wewe ya kuweza kumlazimisha kwamba lazima jambo lako liende, kwa sababu mimi ni serikali, yeye ni mwananchi. Mwananchi ndio serikali na mwananchi ndio nguvu ya, ya serikali, ina maana kwamba mwananchi ni kila kitu. Alafu sasa tukija tukiangalia, tunakuta kwamba demokrasia sio kwamba inaishia kwenye hatua ile ambayo tunayojua sisi kwamba ni uchaguzi e, kuchagua basi ndio uchaguzi, ndio, ndio, ndio demokrasia ya kweli? Hapana, demokrasia ni misingi ambayo inajengwa moja kwa moja kwamba kuchagua na baada ya kuchagua ukishapita uchaguzi, kinachofuata ni kwamba zitumike shere, zile sheria sawa, watu wapendane waoneshane upendo, watu wawe kitu kimoja, sawa. Kataza aina zote za za za, za za za violence katika taifa sawa, watu waishi kwa amani, upendo, mshikamano. Huyo ndio unaitwa nini? demokrasia kwa sababu ina conclude vitu vyote ambavyo vinavyohitajika kwa nani? Kwa raia. Kwa hiyo sio kwamba ni uchaguzi tunaolazimisha tu kwamba tuchaguane ndio demokrasia, sio kweli ucha, yaani kwamba huu uchaguzi upo ndani ya vipengele vya nini vya demokrasia. Kwa hiyo hata kama kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukafanya uchaguzi lakini vitu vingine vikiwa vimekosekana, hapo hamna demokrasia. Kwa hiyo demokrasia ya kweli ni ile ambayo itakuwa tunaiangalia kwamba tuna sheria sahihi e, wananchi wanasikilizwa e, hakuna tena ma, ma, ma, malalamiko makali kwa, kwa wananchi. Wananchi wako tayari na serikali yao, wanaweza kuisikiliza, anachokiongea rais wanakisikiliza, na sio matusi kama sasa hivi tunavyoyaona kwenye mitandao na mambo mengine e, kutwa tunatangaza tuna, tuna maandamano kwa sababu hata rais amekuwa na yeye mwenyewe pia ni au wanasiasa wa, wa, wa sasa hivi wote, tuseme kwamba kwenye vyama wamekuwa wakitangaza maandamano, kwa sababu hata rais akizungumza anapomaliza kuzungumza eh, au kabla hajamaliza kuzungumza watu watafanyaje? Mtachagua kwa amani eh, hakuna chochote, hakuna vurugu, hakuna maandamano ah, niwe kwamba wewe mwenyewe unayapa nafasi hayo maandamano. Watu wengine walikuwa hawajawahi kusikia, wanasikia kutoka kwako huko kuna maandamano. Eh, kuna watu wanataka kuandamana. Kwa hiyo hata kama yule ambaye alikuwa alikuwa hajataka kuyajua hayo maandamano, siku hiyo anafanyaje? Anayajua kupitia wewe. Eh, kwa hiyo sasa kwa nini tumefikia huko? Eh, taifa limekuwa lina, lina mambo ambayo ni ya ajabu, eh, taifa linapelekwa sehemu ambayo sio vitu ambavyo ni vya msingi vya kusikilizana na kuelewana bana. Eh, wananchi wanataka hiki, mwananchi anataka kile. Basi kama anataka hiko, hebu eh, kwanza tumsikilize, tupeane nafasi eh wananchi wapewe nafasi yao, wasikilizwe, ndiyo demokrasia na, na na uhuru wa kusikilizwa ni wa kila mmoja. Hiyo ni demokrasia, kuishi kwa amani ni miongoni mwa nchi za demokrasia e. Na hata we maandamano tunayoyasema, tutayadhibiti, tutafenyeje? Ni haki yake pia kidemokrasia mwananchi kuandamana kwa, kwa sababu hili lipo ndani ya katiba yetu. Wataandamana watu kwa amani, sawa, pale ambapo panapostahili kuandamana. Kwa hiyo kazi ya serikali au polisi pamoja na wanajeshi ni kulinda wale ambao wanaofanyeje wanaoandamana na sio kwamba wale waje kuwaziwia kwa, kwa silaha labda kuwapiga na kuwafanyia, aa, ni kwamba wao wanachotakiwa ni kusoma mabango na kusikiliza ule ujumbe wao ambao unaoendea kwa wale ambao wanaowaendea, bwana, mnataka nini? Ina maana baada ya pale kwamba wao watakuwa wamewasikia, tumewasikieni, hili linafanyika hivi, na sio kwamba tutawaziwia kwamba msiandamane. Ni haki yao pia kidemokrasia, au wanaoandamana sawa, na ipo ndani ya katiba, kwamba watu watafanyaje, wataandamana pale ambapo panastahili kufanyaje, kuandamana, wapewe vibali, wa, waombe vibali wapewe, na wafanyaje, na waandamane, na wasikilizwe ujumbe wao. Kwa hiyo sasa, je, tunapowaziwa labda, tunasema tutawapiga tutafanyaje, hiimikwayo tunayowapa kidemokrasia nayo haipo. Sawa, kwa hiyo demokrasia inatutaka sisi eh, tuishi kwa amani na kwa upendo na kwa kusikilizana. Kwa hiyo uh, mimi ni shauri serikali yetu pamoja na wazee wa nchi ambao eh, ni watu wazima ambao wamepita kwenye kwenye kwenye, kwenye masuala ya uongozi na masuala tofauti tofauti nyanja kubwa kubwa za, za kitaifa uh, kukaa chini na kusikilizana na baadaye kufanya mjadala wa pamoja wa kitaifa ambao utazaa matunda mazuri ya taifa ambao utawapelekea wale vijana au pamoja na wananchi wote kwa ujumla kuweza kuona kwamba eh, sasa hivi kimezaliwa hiki ambacho ni kizuri kwetu sisi, na tutaendelea tutaendelea nacho hiki ambacho kimezaliwa baada ya, ya hii discussion ambayo imeitwa kitaifa kwa muda mfupi tu. Hiyo kazi ni swala fupi tu ambayo ni la kuitana kwa muda mfupi bana, watu wazima wote wa taifa hili, watu ambao wameshika nyazifa za juu, labda wamestaafu na kazi nyingine, basi wakakutana, waka wakazungumza, wakayadiskasi waka haya mambo yakawekwa kwenye suala safi ambalo litakuwa lina mantiki nzuri ya taifa kuliko sasa tunakoelekea. Hivi viashiria ambavyo vimeonekana au vinavyoendelea kuonekana ni kwamba tunakoelekea tutawakamata wangapi? Haya, tumewakamata watatu kwa ajili ya maandamano, la hali ya kuwa kuna wananchi ambao walikuwa wengi ambao wamefanyaje, walikuwa wanaandamana kwa ajili ya haki zao sawa, eh vile ambavyo wao walikuwa wakihitaji. Tumewakamata watatu aya, hawa watatu tutakamatana mpaka lini? Kama sio kusikilizana Eh, jibu ni kusikilizana tu ndio jibu la msingi ambalo linalotakiwa kitaifa. Taifa linahitaji watu ambao ni wasikilizaji wazuri eh, na watendaji wazuri eh, kiongozi ni lazima uwe mzuri wa kusikiliza na kufenyeje, na kuwaelewa wananchi wako, na, na kuwafuatilia yale ambayo unayona kabisa kwamba haya yana, yana pointi za msingi za kuendeleza taifa letu eh, kama kiongozi, labda hautakiwi ya nini kung'ang'ania mpaka tuzalilishane Eh, kama hawamtaki kiongozi pia, kiongozi ana uwezo wa kukaa pembeni akapisha watu ambao wanaotakiwa, aliladi tu taifa lisingie kwenye machafuko. Tunahitaji amani, tunahitaji tuishi kwa upendo kama tunavyo tunavyoishi. Eh, sio lazima kwamba wewe uwe kiongozi tu kwamba wa huku watu hawakutaki basi ni lazima tu ngangania, haipo hivyo, sio maana ya kidemokrasia na wala sio maana ya uongozi. Uongozi mzuri ni yule ambaye anesikia bwana, mimi eh, kwa vile mimi sihitajiki, basi eh, napisha Eh, nipishe, wamhitaji wa huye mwingine anayemhitaji awekwe, maendeleo yafinyeje yaendelee, kwa sababu hata wewe swala la kujivua kwamba si ah, mimi sistahili, nimekaa pembeni nao ni moja kati ya ushujaa pia. Sio ushujaa kwamba kuendelea tu kuwa ombowe ho, upigiwe tu kura uendelee uendeleeku ah, ah. Hata kama ukiona ah, mimi sistahili, nimeonekana sistahili, basi najivua sawe, nawaachia wawachague ambao wanafanyaje, wanaostahili ni shujaa, na utahesabika kwamba ni shujaa. Kwanza una historia hapana, na una historia nzuri katika katika taifa eh, umeamua we mwenyewe kufanyaje, kujiondoa, maisha yakaendelea, ipe amani ya nchi. Hivi ni vitu ambavyo ni vya msingi. Uongozi haung'ang'aniwi. Hata a sheria ya dini ni kwamba kiongozi sio lazima kwamba atie kelele kwamba, bwana wewe utakuwa imam Sawa, wewe mwenyewe sasa utaangalia, ah, mimi sijui nini. Ah, tumekuchagua wewe kuwa imamu, ina maana umependekezwa na wengi we, wewe utakuwa nani imamu, ukiendelea kuswalisha na muda ukiona, ah, bwana sasa hivi wewe imamu haukufai sawa, tumemkabidhi mwingine alhamdulillah, ka pembeni umepunguziwa nini. Kwa nini uendelee tu uendelee hata kama hauhitajiki, mimi imamu tu naangalia, mimi imamu tu mimi imamu... ah, utadhalilishwa na ushindwe kuongea na watu vizuri, kwa sababu kuzalilika sio kitu kizuri. Ili heshima yako ibaki, kaa pembeni, kuwa mnyonge eh? hata ukiwa mnyonge ukawa unasema kwa mazuri yako, nayo ni moja ya ushindi, tena safi kabisa. Kwa hiyo kama taifa linaona kwamba wewe hautakii kuwepo, basi jisalimishe. Alhamdulillah, nimefikia hatua fulani, nilifanya hivi, nilikuwa na malengo ya hili, lakini wananchi hamkuhitaji. Sawa eh? Utakiwa mhitaji, inshallah atakuja atafa atafanya haya ambayo inayoendelea eh, labda kuna mengine ambayo atayona mazuri kwangu ambayo nimeyaacha, atayaendeleza inshallah, anaondoka eh. Ndio Uislamu na ndio imani. Kama kweli ni Muislamu na imani yako Uislamu, ni kujiachia, eh bwana eh? Haya bwana, mimi sitakii, alhamdulillah, nimefikia hapa, kwa helini jamani eh, bado heshima yako inabaki na uadilifu wako utabaki, na utakumbukwa na taifa kwamba ni shujaa, alifikia hatua fulani akafanya hivi, lakini akajiondoa. Umeelewa? Kwa ni vitu vizuri sana. Nakumbuka kwamba wamba kihistoria tunaye wa, waziri wa mambo ya ndani ambaye alifikia hatua ya, ku, ya kujitoa yeye mwenyewe sawa, baada ya kuona kwamba uh, raia walifungiwa wali, wali, wali sehemu moja nafikiri ilikuwa kwenye gari wakafa, sawa, akaona kwamba mimi si stahili si na si mwingine ni, ni hayati Ali Hassan Mwinyi aliamua kujiondoa mwenyewe kwenye ile nafasi yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo na vinaweza vikakupa wewe heshima ya kuendelea kubaki katika historia na midomo ya watu. Kwa hiyo kama wamekuona haustahili, kaa pembeni hata futu ambayo wanaemwona au raia anastahili awekwe na kama kunaonekana kwamba kuna kitu kingine ambacho kinatakiwa katika taifa basi vifanyike hivyo tusikilizane ili mradi tuwe na taifa ambalo ni bora lenye kusikilizana lenye kujali maendeleo ya wengi na wote na, na tuwe tu, tuna furaha tuishi kwa upendo eh? na vitu kama hivyo uadilifu wa kiongozi haupo kwamba kulazimisha mambo uadilifu wa kiongozi unajulikana na unaonekana na kila mtu kwa hiyo taifa letu linakuelekea kwa taswira ya jana sio sehemu mzuri, na niombe taifa zima, niwaombe viongozi wakubwa wa nchi yetu, nawaombeni sana sana sana sana. Tumesha sema sana kuhusiana na sijui kutumia hawa polisi, sijui kutumia, tunatumia sijui kuwatisha watu na wanajeshi, sijui tunatumia nini, hivi vyote havitusaidia kitu. kama raia anahitaji cha kwake hivi vyote havitusaidia kitu. Wewe kama una serikali, serikali ni wewe, lakini wananchi na nchi yao eh? Nchi ni mwananchi, nchi yoyote ni mwananchi, na yeye ndiyo mzalishaji, na yeye ndio mwenye nchi yake. Kwa hiyo ifike hatua mwananchi asaminike. Polisi hawezi kusikika mbele ya raia ambaye anahitaji haki yake. Polisi au jeshi hawezi kuonekana kwamba kwa wakati huo atasikilizwa na mwananchi ambaye ana njaa ya muda mrefu ya kile kitu ambacho anachokistahili. Kwa hiyo ili tufike pazuri basi ni lazima tufanye maamuzi ambayo ni ya msingi kwa taifa ambayo yatajenga taifa letu na tukafika sehemu tukasema kwamba tulipitia hatua hii na mpaka sasa hivi ushujaa tunaofanya, tunafanya hili na hili ili kuwapatia wananchi kile ambacho kinachostahili. Sisi hatua, hatu, hatu, hatu, hatuna mpango wa kusema kwamba tunataka tuazimishe kwamba maandamano sijui nini nini, nini ah. Hatupo huko. Sisi tunachohitaji amani ya nchi yetu kwa sababu tunaona tuna mifano mizuri sasa hivi ya Afrika ya Moroko bado wanaendelea na vijana ambao wanahitaji haki yao. Tukiangalia Madagascar na wao ndo kama hivyo, tunavyosisitiza kusema. Kwa hiyo ili tusifikie huko, ile generation ya ogopa imeshaondoka. Generation ya sasa nipige ni uwe ni pechangu, ni generation ngumu sana sasa hivi duniani. Generation ya 2000 ni generation nzito, inapohitaji haki yake inatakiwa ipatiwe. Kwa hiyo tafadhalini, serikali na nguvu zenu na wanajeshi wenu, tafadhalini, na polisi wenu na ving'ora vyenu na silaha zenu, eh, mabomu yenu, risasi zenu zinaweza zisisaidie chochote mbele ya mwananchi ambaye ana njaa ya muda mrefu. Ili tusifikie huko, tusikilizane.